Kwanza mjomba, bwana sikiliza, mimi nimetoka Masasi, Mtwara. Kuna malori, sio mabasi na malori. Huyo anasema ananipigiza kichwa mimi, na vichwa vitatu ujue wewe, mimi sichezi na Yanga, nacheza na maparoko, nacheza na maparoko.